Tumekuja katika hizi kampeni na tumekuja kushajihisha watu kwa sababu tuseme kweli, toka alivyoingia Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi katika madaraka, mengi yamefanyika, na alipowakiomba ridhaa yetu kutaka kuwa awe rais wetu, haya ambayo yanatokea hivi sasa, hakuna hata mmoja wetu ambaye alitegemea hali itakuwa kama hii dokta amefanya mambo mazuri na mzuri hautoshi. Kwa hivyo hatuna budi tufanye kampeni tushirikiane, tuhakikishe kama anaendelea katika kutufanyia mazuri zaidi, na tutoke kabisa katika fikra za labda ya kusema tufanye mabadiliko. Kufanya mabadiliko baada ya kuona hivi ni sawa sawa na mtu kusema, anaonja sumu ili ajue hiyo sumu ina uwezo gani, utakufa. Oktoba tunatiki.